Watoto waliokuwa cool kids shuleni ushie kuwa losers kwenye real life. Shuleni kuwa cool ilikuwa inamaanisha kuskip madarasa, kukimbizana na attention, kufanya chochote kwa namna yoyote ili watu wakupende, wakusifie, kuonewe msafi, iwe unatumia simu kali, iwe unakuja na gari kali. Ila kwenye maisha halisi hizi tabia hazijengi mafanikio, badala yake huyabomoa. Watoto ambao walikuwa wanataniwa kwa kusoma sana O kuwa na discipline au kuwa watofauti tofauti, walikuwa wanawaita weird, yani yeye amechill, hajachangamka kiufupi, haendani na speed ya, ya shule ama chuo. Mambo yanavyoenda chuoni, hao ndio wanafanikiwa, kwa sababu mafanikio yanafuata watu wanaomua kujitenga na kustik na kitu kimoja, sio watu wanaofuata trend na kila kitu kinachofanyika kwenye mazingira yanaomzunguka. Kwa kifupi inaitwa delayed gratification uwezo wa kusacrifice popularity ya muda mfupi kwa kuja kutengeneza mamlaka na nguvu ya muda mrefu. Wale wanaoonekana washamba washamba, wale ambao wamekaa muda mrefu wakiwaza kwamba inawezekana kufanya vitu vikubwa, wanatamani kufanya mambo makubwa, wanahisi yanawezekana, wamefocus. Hao ndo wanakuwa milionea sasa hivi, na wale waliokuwa ni cool kids hawawezi kukua kushinda ile hali ya kupata validation kwa mtu mwingine, yaani mtu mwingine amuappreciate, kwa yeye ni mkali, yeye ni mzuri, yeye ni msafi, anatumia simu kali, pamba kali, anabadilisha wachumba, anabadilisha locations. Maisha halisi hayakulipi kwa sababu watu wanakupenda, yanakulipa kwa sababu ya ya thamani ulionayo, na wale watoto walioko kwa shamba darasani wanaelewa vizuri sana hiki kitu.